Yes, kuenda na washikaji zako lakini pia marafiki ambao wanaweza kukupa hai kutokea nchi tofauti tofauti. Hii imekuwa ni kubwa sana lakini pia imeweza kushangaza watu wengi zaidi kwamba kumbe Papa Francis pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan walikuwa wana maongezi mazuri mpaka kafika stage ya kuweza kutumiana masuala mazima eh, ya salamu. Sasa niko na hii story ambayo, sasa, kwa heshima na unyenyekevu, Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kupokea ujumbe wa mwisho kutoka kwa hayati eh, tunaweza kusema Papa Francisko ambaye pia amekwisha kufariki ambao alikuwa ameuandika siku chache kabla ya kuweza kuaga dunia, kupitia balozi wa, wa Vatican nchini Tanzania eh, Askofu Mkuu eh, Angelo Accattino eh, Papa alitupongeza kwa ku eh, kwa kuadhimisha Siku ya Muungano, alikabidhi taifa letu eh, katika maombezi ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hekima na upole wa watu wake. Kwa heshima ya siku ya muungano wa Tanzania, ninatoa pongezi zangu kwa mheshimiwa rais pamoja na wananchi wote. Niliweka taifa eh, katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu, lakini pia ninaomba kwa dhati kwamba awajalie kwa wingi, lakini pia hekima yake na upole wote wanaoishi ndani yake. Papa Francis huyo aliweza kuongea. Ujumbe huu wa papa unaakisi kwamba uhusiano wa karibu kabisa wa kihistoria kati ya Tanzania lakini pia na Vatican, uhusiano ambao uliweza kuanzishwa rasmi tarehe ya 19 mwezi wa 4 mwaka 19 Ndipo ambapo uliweza kuanza, na sasa kwa uteuzi wa askofu mkuu e, kutokea kule Vatican kama balozi wa kwanza wa Vatican nchini Tanzania. Sasa katika e, ma, e, maneno ya baba mtakatifu uhusiano huu umeweza kusimikwa lakini pia na watu wengi lakini pia katika amani, haki, mshikamano na uhuru e, thamani zinazochota nguvu kutoka katika utu na heshima ya binadamu. Sasa kwa miaka yote kanisa lilikuwa e, katika mstari wa mbele zaidi nchini Tanzania likijikita katika elimu, afya, ustawi wa jamii, lakini pia na kuweza kuimarisha maisha ya kiroho likichanganya pia e, katika juhudi za kuweza kudumisha amani duniani. Leo tunakumbuka hayati baba Papa Francis kwa upendo mkubwa ambao pia tukikuombea pumzike kwa amani na huku tukidumisha urithi wa mshikamano wa maombi. E bana, e, story imekuwa ni nzuri, lakini pia imeweza kuvutia kwamba kumbe hata Papa Francis alikuwa anajua tunakaribia kuadhimisha e, miaka sitini na moja ya muungano wetu wa Tanzania pamoja na e, Tanganyika na Zanzibar, then kwa sasa hivi mpaka tunaitwa e, Tanzania. So salamu hizo za Papa Francis zilikwisha kutumwa kabla ya umauti wake kuweza kumkuta, na rais Samia aweza kupokea kupitia balozi e, wa, wa Vatican, kutokea hapa nchini Tanzania kutokea huko ndo akaweza kupata habari hizo. Hii ni heri kabisa, lakini pia hii imekuwa ni nzuri kabisa. Lakini Mungu ameweza kumchukua, ametangulia mbele za haki, lakini pia sisi sote e, tuko nyuma yake kwa sababu mbele yake e, nyuma yetu sisi tuko na yeye moja kwa moja. Lakini pia sisi sawa sawa digi tunakuletea taarifa hii kutokea hapa, hapa kwenye HQ za sawa sawa digi. Tuendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini pia kwa subscribe channel yetu utakometisha kinoma noma.